Hadithi ya Juma. Msichana aliyeokoa mtoto wa mitaani. Baada ya sherehe nzuri ya harusi ya Juma, maisha yalionekana kamili. Juma alikuwa na furaha na mkewe mpya Amina. Nema, dada yake wa kumlea aliyeokoa maisha yake, aliishi nao kwa furaha na amani. Kila kitu kilikuwa kinakwenda vizuri sana. Lakini kisha jambo la ajabu lilianza kutokea. Juma alianza kuota ndoto ile ile mara kwa mara, usiku baada ya usiku. Mama yake aliyefariki alidhihirika kwake. Alikuwa amesimama kwenye ndoto zake, machozi yakimtiririka usoni, akilia kimya kimya. hakusema neno hata moja, alilia tu na kumkodolea macho yenye huzuni na upweke. Juma alikuwa akiamka akiwa mchanganyikifu na akiogopa. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi. Jasho baridi lilikuwa likimfunika mwili. Ndoto ile ilionekana ya kweli kiasi kwamba angeweza kugusa machozi ya mama yake. Baada ya usiku mingi wa ndoto ile ile ya kutisha, Juma hakuweza kuiendelea peke yake tena. Aliwaambia Neema na mkewe Amina kuhusu kilichokuwa kikitokea. Kila usiku, mama yangu anakuja kwangu katika ndoto zangu, Juma alisema, sauti yake ikitetemeka analia na kulia, lakini hasemi chochote. Sielewi anataka nini kwangu. Kama unapenda hadithi hii, bonyeza subscribe na usiache sehemu ya pili ya hadithi hii ya ajabu. Shiriki na marafiki zako. Neema alisikiliza kwa makini. Alikuwa mwanamke mwenye busara aliyeona mambo mengi maishani. Amina alishika mkono wa Juma akiwa na wasiwasi kuhusu mumewe Juma. Neema alisema kwa upole, mama yako anajaribu kukuambia jambo muhimu. Wakati wafu wanapoonekana katika ndoto wakilia, inamaanisha wanahitaji kitu kutoka kwetu. Lakini anataka nini? Juma aliuliza. Alifariki miaka kumi na moja iliyopita, tulimzika. Nima alifikiria kwa muda, kisha alikuwa na wazo. Unapaswa kutembelea kaburi la mama yako, Nima alisema. Chukua maua mazuri Unapofika huko, weka maua kwenye kaburi lake. Mtambulishe mkewe Amina kwa mama yako. Kisha sema na roho ya mama yako. Muombe akuonyeshe kwa nini analia katika ndoto zako. Juma alisikiliza ushauri wa Nima. Ilionekana ni mpango mzuri, lakini wazo la kutembelea kaburi la mama yake lilimtisha hakuwa amerudi mjini kwake tangu siku familia ya mama yake walipomfukuza miaka kumi na moja iliyopita. Nima, Juma alisema, siwezi kufanya hili peke yangu. Tafadhali, utakuja pamoja nami na Amina mjini kwa mama yangu? Ninahitaji nguvu zako. Nima alitabasamu kwa upole. Bila shaka Juma, nitakuja nawe. Sisi ni familia. Wiki moja baadaye, Juma, mkewe Amina na Nima walijiandaa kwa safari. Walivaa nguo nyeusi rahisi kuonyesha heshima. Juma alinunua maua mazuri zaidi aliyoweza kupata kwa ajili ya kaburi la mama yake. Wao watatu waliingia katika gari la Juma pamoja na dereva wao. Walipokuwa wanaanza safari ndefu kwenda mji wa kuzaliwa kwa Juma, moyo wa Juma ulikuwa ukipiga kwa kasi. Alikuwa na wasiwasi kuhusu kurudi mahali ambapo maisha yake yalikuwa na maumivu makubwa. Baada ya kuendesha kwa masaa, walifika mahali ambapo barabara kuu ilikuwa na msongamano mkubwa sana. Magari yalikuwa yamekwama kila mahali, hayakuhamia kabisa. Bwana, dereva alimwambia Juma, msongamano huu ni mbaya sana. Tutakwama hapa kwa masaa mengi. Nichukue barabara nyingine inayozunguka mji? Ndio. Juma alisema chukua barabara yoyote itakayotupeleka huko haraka. Dereva aligeuka kwenye barabara ndogo iliyopita sehemu tofauti ya mji. Juma alikuwa akitazama nje ya dirisha akifikiria kuhusu mama yake, wakati ghafla aliona kitu kilichofanya damu yake igande. Akiketi kando ya barabara, kulikuwa na mwanamke kwenye kiti cha magurudumu alikuwa akiombaomba pesa kutoka kwa watu waliokuwa wakipita, lakini huyu hakuwa ombaomba wa kawaida. Mwanamke huyu alionekana kama vile mama wa Juma kabisa. Macho ya Juma yalifunguka kwa hofu, kinywa chake kilifunguka kwa mshtuko. Mwanamke huyu alikuwa amevaa nguo sawa kabisa ambazo mama yake alivaa kila wakati katika ndoto zake. Gauni lile lile. Kitambaa cha kichwa kile kile. Kila kitu kilikuwa sawa. Simamisha gari. Juma alipiga kelele kwa sauti yake yote. Dereva alibaniza kwa nguvu. Neema na Amina waliruka kwenye viti vyao wakiogopeshwa na kelele ya ghafla ya Juma. Kuna nini? Neema aliuliza, moyo wake ukipiga kwa kasi. Juma alionyesha mwanamke aliyekuwa akiombaomba kando ya barabara. Kidole chake kilikuwa kikitetemeka. Mwanamke huyo, Juma alinong'ona, sauti yake ikiwa imejaa hofu. Anaonekana kama vile mama yangu kabisa, na amevaa nguo sawa ambazo mama yangu huvaa katika ndoto zangu. Neema na Amina walitazama mahali Juma alipoonyesha. Walimwona mwanamke kwenye kiti cha magurudumu akiombaomba. Kwa kweli alionekana sana kama picha walilizokuwa wameziona za mama wa Juma. Wote watatu waliogopa. Bila kusubiri sekunde nyingine, Juma, Nema na Amina walikimbilia nje ya gari na kukimbilia kuelekea mwanamke wa siri aliyekuwa kando ya barabara. Juma alitembea polepole pole kuelekea mwanamke kwenye kiti cha magurudumu. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi kiasi kwamba alifikiri ungeweza kuruka nje ya kifua chake. Nema na Amina walifuata karibu nyuma yake, wote wakiogopa na kuwa na udadisi. Juma alipokaribia zaidi kwa mwanamke huyo ombaomba omba, aliweza kuona uso wake wazi zaidi. Alichokiona kilimfanya avute pumzi kwa mshtuko. Mwanamke huyo alikuwa na kipande kidogo cha giza kwenye shavu lake la kushoto, sawa kabisa na mahali mama yake alikuwa na bengo. Lilikuwa mahali pale pale, ukubwa ule ule, umbo lile lile. Mikono ya Juma ilianza kutetemeka. Hii haiwezi kuwa ya kweli, alinong'ona nafsi yake. Mama yangu alifariki miaka kumi na modo iliyopita. Tulimzika mwili wake. Alipiga magoti mbele ya kiti cha magurudumu cha mwanamke na kumkodolea macho moja kwa moja. Mama, Juma alisema kwa upole. Je, wewe ndiye? Mwanamke alimkodolea Juma macho tupu. Hakuonekana kumtambua kabisa. Ghafla, alianza kucheka. Kicheko cha ajabu. Kimya kinachomfanya Juma ajisikie baridi ndani. Mama, ni mimi, Juma, mwanao, alisema tena kwa sauti kubwa zaidi wakati huu. Lakini mwanamke huyo aliendelea kumkodolea na kucheka kimya kimya. Hakusema neno hata moja. Alitenda kana kwamba hakuwa amemwona Juma awali maishani mwake. Juma alihisi dunia yake ikizunguka Jinsi gani mwanamke huyo anaweza kuonekana kama mama yake kabisa lakini hamjui neema? Aligusa bega la Juma kwa upole. Uliza watu wa hapa karibu kuhusu yeye, alinong'ona. Labda mtu anajua yeye ni nani. Juma alisimama na kuanza kuuliza watu waliokuwa wakipita barabarani. Samahani, unamjua mwanamke huyo? Aliuliza mtu mmoja aliyekuwa akibeba vitu vya duka. Mtu huyo alinyanyua mabega yeye ni ombaomba omba tu, anaketi hapa kila siku akiomba pesa. Lakini unajua jina lake? Anatoka wapi? Juma aliuliza kwa kukata tamaa. Hakuna anayejua chochote kuhusu yeye, mtu huyo alijibu. Hawezi kusema, hawezi kusikia vizuri, kila mtu anasema hana akili. Juma aliuliza watu watano zaidi, wote walisema kitu kile kile, mwanamke huyu alikuwa omba-omba ambaye hakuweza kusema au kufikiria wazi. Hakuna aliyejua anatoka wapi au jina lake halisi ni nini. Kwa masaa matatu marefu Juma, Neema na Amina walitembea eneo hilo wakiuliza maswali. Walizungumza na wafanyabiashara wa maduka, wasafishaji wa mitaa na yeyote ambaye angeweza kusikiliza, lakini hakuna aliyekuwa na majibu. Tumekuwa hapa kwa masaa tatu na hatujajifunza chochote Amina alisema, akionekana amechoka. Labda tunapaswa kwenda nyumbani kwa familia yako na kuwauliza kuhusu kifo cha mama yako. Wanaweza kujua kitu kinachoweza kutusaidia kuelewa fumbo hili. Juma aliinua kichwa kwa huzuni. unasema kweli, twende tukawaone familia ya mama yangu. Walipokuwa wakirudi kwenye gari lao, Juma alimuona msichana mdogo akibeba sahani ya chakula kuelekea mwanamke huyo ombaomba. omba. Subiri! Juma alipiga kelele, akikimbilia kuelekea msichana huyo. Neema na Amina walifuata haraka nyuma yake. Tafadhali, naweza kukuuliza kitu? Juma alimwambia msichana huyo aliyekuwa na chakula. Msichana huyo alisimama na kuwatazama kwa udadisi. Ndiyo, unataka kujua nini? Mwanamke huyu kwenye kiti cha magurudumu. Juma alisema, akionyesha ombaomba huyo. Unajua chochote kuhusu yeye? Msichana huyo alitabasamu kwa upole. Yeye ni mmoja wa wanawake wasio na makazi ambao mama yangu anawatunza. Mama yangu ana moyo mkubwa, anawasaidia watu ambao hawana mahali pa kwenda na hawana familia ya kuwatunza. Macho ya Juma yalifunguka kwa matumaini. Tafadhali, naweza kumwona mama yako wapi? Mwanamke huyo anaonekana kama vile mama yangu aliyefariki miaka kumi na moja iliyopita. Ninahitaji kujua zaidi kuhusu yeye. Jina la mama yangu ni Mama Mapacha, msichana huyo alisema, amekuwa akiwasaidia watu walioachwa kwa miaka ishirini. Naweza kukupeleka kumwona ukitaka. Ndiyo, tafadhali, juma alisema haraka tupeleke kwake sasa hivi. Msichana huyo aliwaongoza Juma, Neima na Amina kupitia mitaa kadhaa hadi walipofika kwenye kiwanja kikubwa chenye nyumba ndogo nyingi watoto walikuwa wakicheza uwanjani. Wazee waliketi chini ya miti wakizungumza kimya kimya. Kila mtu alionekana ametulia na kutunzwa. Mama mapacha, msichana huyo aliita. Mwanamke mzee mwenye nguvu alitoka nje ya nyumba moja. Alikuwa na macho ya huruma na tabasamu la upole. Huyu ndiye mama mapacha. Habari za mchana mama mapacha, alisema kwa wageni. Naweza kukusaidiaje? Juma alivuta pumzi kwa nguvu. Jina langu ni Juma. Mwanamke kwenye kiti cha magurudumu anayeombaomba barabarani anaonekana kama vile mama yangu aliyefariki katika ajali ya gari miaka 11 iliyopita. Amekuwa akionekana katika ndoto zangu kila usiku akilia. Ninahitaji kujua yeye ni nani kwa kweli. Mama mapacha alimtazama Juma kwa makini. Kitu kuhusu uso wake kilimvutia. Mama yako alifariki katika ajali ya gari? aliuliza. Ulisema hii ilitokea lini? Miaka 11 iliyopita, nilipokuwa na umri wa miaka 16, juma alijibu. Macho ya mama mapacha yalifunguka. Alimkodolea uso wa juma kwa muda mrefu. Hii ni ya ajabu sana, alisema polepole. Mwanamke uliyemwona leo, yeye pia alikuwa na ajali ya gari ya kutisha miaka 11 au 12 iliyopita. Mama mapacha aliwaalika Juma, neema na amina kuketi chini ya mti mkubwa kwenye kiwanja chake. Alimtazama usa wa Juma tena na kutikisa kichwa chake kwa mshangao. Niambie zaidi kuhusu ajali hii ya gari iliyoua mama yako, mama mapacha aliuliza. Ilikuwa siku mbaya, Juma alisema kwa huzuni. Mama yangu alikuwa akija kunichukua shuleni Lori kubwa lilipiga gari lake kwa nguvu sana. Polisi walisema alifariki mara moja. Familia ya mama yangu walimzika mwili wake siku tatu baadaye. Mama mapacha alisikiliza kwa makini, kisha alianza kusimulia hadithi yake mwenyewe. Miaka kumi na moda iliyopita, nilikuwa hospitalini nikimtunza ndugu yangu aliyekuwa mgonjwa katika chumba cha dharura, Nilimuona mwanamke ambaye alikuwa katika ajali mbaya ya gari. Miguu yake ilijeruhiwa vibaya, kichwa chake kilijeruhiwa pia, lakini jambo baya zaidi ni kwamba hakuna aliyekuja kumuona. Juma aliinama mbele akisikiliza kwa uangalifu wake wote. Mwanamke huyo aliachwa peke yake hospitalini bila familia kumtembelea. Hakuna aliyekuja kulipa bili zake za hospitali. Hakuna kabisa. Nilikuwa katika wodi ile ile ya hospitali nikisaidia mtu fulani nilipomwona akipigana kwa maisha yake. Nini kilichompata? Neema aliuliza. Nililipa bili zake zote za hospitali kwa pesa yangu mwenyewe. Nikakaa naye kila siku hadi alipopata nafuu. Lakini daktari aliposema anaweza kuondoka hospitalini, Niligundua jambo la kuvunja moyo. Ajali hiyo ilikuwa imeharibu ubongo wake. Hakuweza kukumbuka chochote kuhusu maisha yake ya zamani. Hakuweza kukumbuka jina lake mwenyewe. Hakuweza kukumbuka kama alikuwa na watoto au familia. Moyo wa Juma ulianza kupiga kwa kasi. Miguu yake pia iliharibiwa vibaya, mama mapacha alisema. Hakuweza kutembea vizuri tena na jambo baya zaidi, akili yake haikufanya kazi vizuri. Wakati mwingine alicheka bila sababu, wakati mwingine alilia. Hakuweza kusema wazi. Basi ulifanya nini? Amina aliuliza. Nilimchukua hapa kuishi pamoja nami na watu wengine wote ninaowalisha. Kwa miaka kumi na moja amekuwa kama binti yangu mwenyewe. Ninamweka chakula nguo na kuhakikisha yu salama. Mama Mapacha alisita na kumtazama Juma tena. Lakini kuna kitu cha pekee sana kuhusu mwanamke huyu, alisema. Tangu alikuja kuishi pamoja nasi, maisha yetu yamebarikiwa kwa njia za ajabu. Watu wanatoletea chakula na pesa bila hata kuomba. Mambo mazuri yanatokea kwa kila mtu anayemzunguka. Ni kama anabeba neema ya Mungu popote aendapo. Juma alikuwa akitetemeka. Je, mwanamke huyu angeweza kuwa mama yake kweli? Ninahitaji kujua ukweli, Juma alisema. Baada ya kuzungumza na Mama Mapacha, Juma, mkewe Amina na Neema waliamua kusafiri kwenda mji wa kuzaliwa kwa mama wa Juma ili kufanya uchunguzi zaidi kuhusu kifo cha mama yake. Walitaka kujua hasa ni nini kilitokea miaka 11 iliyopita. Walipofika mjini walianza kuuliza maswali. Walizungumza na maafisa wa polisi, wafanyakazi wa hospitali na yeyote ambaye angeweza kukumbuka ajali ile ya gari kutoka miaka kumi na moja iliyopita. Polepole vipande vya fumbo vilianza kuungana. Baada ya Juma kufanya uchunguzi zaidi, ukweli hatimaye ulitoka. Iligundulika kuwa mwanamke aliyezikwa na familia ya mama wa Juma wakiamini ni mama yake hakutambulikana. Hakuna mwanachama wa familia aliyejali kufanya uchunguzi sahihi kabla ya mazishi. Iliwezekana kuwa walikuwa wamezika mtu wa makosa, sio mama wa Juma. Siku ya ajali, lori kubwa liligonga gari dogo. Watu watatu walifariki katika ajali hiyo na miili yao iliharibiwa vibaya kiasi kwamba hakuna aliyeweza kuwatambua. Miili ilichomwa na kuvunjika zaidi ya kutambulikwa. Hata hivyo, kulikuwa na mwanamke mmoja aliyenusurika ajali hiyo. Mtu fulani alimharakisha hospitalini ili kujaribu kuokoa maisha yake. Lakini utambulisho wa mgeni mwema aliyemsaidia ulibaki fumbo. Moyo wa Juma ulianza kupiga mbio alipokuwa akisikia zaidi kuhusu ajali. Ufunuo wa kushangaza zaidi ulikuja hivi karibuni. Wanafamilia wa mama wa Juma walikuwa na haraka sana ya kufanya mazishi kiasi kwamba hawakufanya majaribio sahihi ili kuthibitisha kama mwili waliouzika ulikuwa wake kweli. Walitazama tu mabaki yaliyoharibiwa na kuamua, huyu lazima awe yeye, bila kuchunguza zaidi. Hii inamaanisha wanaweza kuwa wamezika mgeni, Nema alisema kimya kimya. mama yako wa kweli anaweza kuwa hai bado. Juma aligundua kulikuwa na njia moja tu ya kujua kwa hakika kama mwanamke huyo ombaomba omba alikuwa mama yake. Aliandaa kipimo cha DNA cha uzazi. Kipimo hiki kingelinganisha damu yake na damu ya mwanamke huyo ombaomba omba. kama walikuwa mama na mwana, kipimo kingethibitisha. Wiki moja baadaye, matokeo yalikuja. Kipimo kilionyesha kuwa mwanamke huyo ombaomba omba alikuwa kwa hakika 100% mama halisi wa Juma wa kibiolojia. Juma aliposikia habari hii karibu alianguka, miguu yake ilihisi dhaifu, mikono yake ilitetemeka, machozi yalimtiririka usoni kama mto. Mama yake mpendwa ambaye alidhani amekuwa amekufa kwa miaka 11 alikuwa hai alikuwa akiishi kama ombaomba asiye na makazi, na hakuna aliyejua utambulisho wake wa kweli. Moyo wake ulivunjika kujua kuwa familia yake wakatili walikataa kufanya uchunguzi sahihi kabla ya kumzika mtu mwingine. Juma alilia kama mtoto, Neema alilia pia. Amina aliwashika wote wawili walipolia kwa furaha na huzuni wakati mmoja mara moja. Juma alimpeleka mama yake hospitalini bora zaidi katika nchi nyingine. Alitumia pesa nyingi kwa matibabu yake. Alikaa naye kila siku, akishika mkono wake na kuzungumza naye, ingawa hakuweza kumuelewa. Kwa miezi mingi, Juma aliacha biashara na makampuni yake ili kuzingatia tu uponyaji wa mama yake. Neema na Amina waliona jinsi alivyompenda. Na waliamua kusaidia kwa njia yao wenyewe. Neema na Amina walifunga na kuomba kwa siku saba nzima wakimsihi Mungu apoponye mama wa Juma kabisa. Kisha kitu cha miujiza kilitokea. Asubuhi moja mama wa Juma alifungua macho yake na kusema wazi kwa mara ya kwanza katika miaka kumi na moja. Niko wapi? Aliuliza kwa sauti ya kawaida. Juma aliruka kutoka kwenye kiti chake, machozi yakimtiririka usoni. Mama, unaweza kusema? Je, unakumbuka? Mama yake alimtazama kwa makini. Unaonekana wa kawaida, lakini siwezi kukumbuka wewe ni nani. Moyo wa Juma ulikuwa na furaha na huzuni. Mama yake aliponywa, lakini bado hakuweza kumkumbuka. Polepole na kwa upole, Juma alimweleza mama yake kila kitu. Alieleza yeye ni nani, jinsi ajali ilivyotokea na jinsi mama mapacha alivyookoa maisha yake. Alimtambulisha Neema kama dada yake wa kumlae na Amina kama mkewe. Mwezi mmoja baadaye, wote walisafiri kurudi nyumbani. Jambo la kwanza walilifanya ni kumtembelea mama mapacha. Juma na mama yake walipomwona mama mapacha wote wawili walipiga magoti ardhini. Asante, Juma alilia, asante kwa kuokoa maisha ya mama yangu na kumtunza kwa miaka kumi na moja. Juma alimpa mama mapacha zawadi kubwa, pesa za kutosha kutunza mamia zaidi ya watu wasio na makazi kwa maisha yake yote. Mama mapacha alilia kwa furaha. Hadithi zao zilienea nchi nzima. Magazeti yaliandika kuhusu jambo hilo, vituo vya televisheni vilionyesha hadithi yao. Serikali ilimheshimu mama mapacha kama shujaa na kumpa tuzo kwa wema wake. Mwezi mmoja baadaye, Amina aligundua alikuwa mjamzito. Miezi tisa baadaye, alizaa wasichana mapacha wazuri. Juma aliwapa majina wasichana hao, wa kwanza akampa jina la mama yake, na wa pili akampa jina la Nema. Juma, mama yake, Nema, Amina na watoto mapacha wote wanaishi pamoja kwa furaha na upendo. Mafunzo ya hadithi. Kitendo kimoja cha wema kinaweza kubadilisha maisha mawili milele. Neema aliokoa Juma kutoka kifoni bila kujua kuwa miaka baadaye yeye angemlinda kutoka ukiwa wa makazi na ugonjwa. Tunaposaidia wengine, tunaweka mbegu zinazokuwa kuwa baraka tusizozitegemea. Usikate tamaa kuhusu familia hata wakati ulimwengu unageuka dhidi yako. Neema alikataa kumacha Juma hata wakati mumewe alitishia kumuua kwa sumu. Familia yake walimkataa na jamii ilimdharau. Upendo wa kweli unamaanisha kusimama na watu wakati unagharimu kila kitu. Mungu hutumia watu waliovunjika kulifikisha mambo makuu. Juma alienda kutoka mtoto yatima anayekufa hadi mkurugenzi mkuu mwenye nguvu aliyerudisha maisha mengi. Mateso yake yalimwandaa kuelewa maumivu na kuwa na huruma kwa wengine. Nyakati zetu mbaya mara nyingi zinakuwa msingi wa kusudi letu kuu zaidi. Zingatia ndoto na ishara. Zinaweza kubeba ujumbe muhimu. Ndoto za Juma za mama yake anaelia hazikuwa tu njozi mbaya. Zilikuwa ishara za kimungu zinazomsababisha kugundua kuwa alikuwa hai bado. Wakati mwingine Mungu anazungumza kupitia mambo tunayofikiri ni matukio tu au tukio la ajabu. Vitendo vidogo vya wema wa kila siku vinaunda nguvu ya kufanya miujiza. Mama Mapacha hakusaidia mtu mmoja tu. Alijitoa maisha yake kwa kutunza walioachwa na waliosahauliwa. Huruma yake ya kudumu kwa miaka kumi na moja iliunda mazingira ya kiroho ambapo baraka zilizongezeka na maisha yalibadilishwa. Wema wa kawaida una nguvu zaidi kuliko ishara kubwa. Je, umewahi kuota ndoto zinazofanana na ujumbe? Tuambie katika maoni yalitokea nini, na kama hadithi hii iligusa moyo wako, jiandikishe ili usikose hadithi kuhusu nguvu ya upendo na kutokana tamaa. Shiriki hii na mtu anayehitaji kuamini katika miujiza leo. Asante sana kwa kutazama. What you get her, which was no